Na mtazamaji, karibu tuanze na vidokezo. Kwa hivi sasa ni kwamba shirika la Amref kwa ushirikiano na Wizara ya Afya katika kaunti ya Kajiado limeanza kutekeleza mpango wa One Health, ambao unajumuisha wakazi kupewa matibabu ya bure pamoja na kutoa chanjo kwa mifugo na wanyama wengine wa nyumbani kama vile mbwa na paka. Mpango huu ambao unatarajiwa kudumu kwa kipindi cha miaka mitano unalenga kuhakikisha kuwa magonjwa ya kuambukiza kutoka kwa wanyama hadi kwa binadamu yanakabiliwa na hivyo kupunguza mzigo wa matibabu kwa umma. Robert Masai ana mengi zaidi. <tipos> Local. Baada ya kukamilika kwa mikutano ya kuundwa kwa mpango huo wa afya ambao unafahamika kama One Health, sasa umeanza kutekelezwa <mulia> katika kijiji cha Enkaroni hapa Kajiado ya kati. Wakazi walimiminika kufaidi mpango huo kwenye kambi ya kutoa matibabu ya bure iliyoandaliwa na shirika la Amref kwa ushirikiano na Wizara ya Afya kaunti ya Kajiado. So we have also seen um, community members receiving health education on various aspects

That diseases, that and mpango huo unajumuisha matibabu ya binadamu, mifugo na wanyama wengine wa nyumbani kwenye kambi moja ya matibabu, ikilenga kukabiliana na magonjwa ya kuambukizana na hivyo kusaidia kupunguza gharama ya wakazi kutafuta huduma za matibabu. So, ikiwa tumeenda kwa outreach kama siku ya leo na tuko na watu wa department ya human health na department ya wanyama. Inamaanisha ya kwamba yule mtu ambaye ametoka kwa community akikuja kutafuta hiyo huduma atapata huo hiyo huduma kwa mahali pamoja, na hiyo itasaidia ya kwamba itasui, ita reduce the cost. Unapata kwamba mimi nakuja na mifugo zangu pamoja, kama ni umbwa kama ni nini, nakuja hapa napata matibabu ya yangu binafsi na pia napata matibabu ya wanyama wetu, kwa mfano mbuzi ng'ombe, hizo zote tunafanya kwa pamoja. Kwa hivyo kupitia uh, one health, uh, program tumepata manufaa hayo, yanatupunguzia gharama. Kadhalika maafisa wa afya walitumia fursa hiyo kuwaelimisha wakazi kuhusu afya msingi. Pia maafisa wa Amref kutoka mataifa ishirini na tatu barani Afrika waliwasili kujionea namna mpango huo unatekelezwa. I'm very impressed with, um, the one health approach.

And see if we can also explore a similar approach. Kwa kipindi cha miaka mitano, serikali ya kaunti ya Kajiado kupitia kwa Wizara ya Afya itakuwa ikiandaa kambi hiyo mara kwa mara ili kukabiliana na magonjwa ya kuambukizana kutoka kwa wanyama hadi kwa binadamu. Robert Masai, Runinga ya Citizen, Enkaroni, Kajiado ya Kati.